Usilaani your own country. Bless it. Bariki inji yako ya Kenya kwa sababu ndiko nyumbani kwetu. Mimi nimekaa Amerika miaka saba, lakini niliporudi nyumbani nilisema niti gashu kwa Amerika kwa sababu hapa hapa ninaweza. Kama saa hii angalia sasa, Amerika iwezi ubiri hivi. Kuna sikukuu inaitwa Halloween eh? Nilienda kuubiri siku moja kwa street za America. Indiana, Indiana, Indiana, Indiana. Wakanishika, polisi wakanishika. That you are not allowed to make a noise in America. Angalia Kenya. Angalia Kenya. Na chapa mziki, na chapa mziki. na watu Bishop, Bishop, Amerika wanakushika tu asubuhi na unakatazwa kuongea. Let us thank God for the nation of Kenya. Kwa hivyo watu wangu, nawabariki sana. Jacket yangu imeandikwa Romans eh, 16 ukiangalia A Romans 1.16 asema I am not ashamed of the gospel of Jesus, for it is the power of God to save mankind. Power of God to save you ni injili hii, mi nilihubiriwa ndio niokoke. Nimelelewa Thika, mimi siyaiona hey, baba yangu na macho. I have never seen my dad. Nimelewa na mama yangu, nani nilelelea Thika, na nikawa mwizi Thika, nikawa kijana mbaya mtukutu mpaka iya siku nilikutana na mhubiri akanihubiria na nikaokoka. Hata wewe unaweza kuokoka ukiwa kwa nyumba, unaweza kuokoka ukiwa kwa biashara, na watu wale wameokoka wako hapa. you can tell me salvation is a very good life. Mtu aokokangi ndio aache pombe, mtu aokokangi ndio aache sigara. Hizo vitu unaweza acha kama hujaokoka. Mimi naona watu wengi sana wameacha bangi na hawajaokoka, ameacha pombe na hajaokoka. It is, it is Unaweza acha hata kama ujaokoka. Mtu akiokoka ndio ache ulevi? Hata kuna watu wameokoka wanakunywanga na ninawajua. Kwa hiyo wokovu unakuleteanga uhusiano na Mungu, vitu hizi zingine wachana nazo, wachana na hizi vitu zingine. Have a relationship with God. It will help you stop all those things. si lazima uokoke ndio wache kunywa pombe. Hapana. Unaweza acha hata kama hujaokoka. Mimi niliona watu wengi sana wameacha sigara na wajaokoka, na anaamua sitaivuta tena, aliokoka. you don't get saved to change a a behavioral system you get saved to have a relationship with Jesus. Chukua namba yangu ya simu, naweza ni text, naweza nipigia. Ingia TikTok, wende Mtiso Mike, Mtiso Mike is my page ina trade sahihi, ina trade kweli kweli. Uende hapo unifollow, na hii biashara nitaiposti leo jioni, watu wangu na nyinyi. Ukionekana hapo ushukuru Mungu God bless you. Uh, naenda pale archives, alafu saa nane ninahitajika uh, KBC. Uh, KBC wanataka ku highlight hii so that we can be able to energize the young people. Pikipiki natuwaambie wajituma, mimi ni jituma, mimi si fundi lakini ilichomwa na fundi, lakini alitumia akili yangu the power of imagination. Nilifikiria nikaona nikitengeneza a mobile music system ambayo naweza safiri nayo na sasa, ina ndio hiyo eh, ndio hiyo na, na inanisaidia sana. Sasa ingine ma stress sikinipata na chapa muziki, na wakati muziki inacheza kitu kingine. So God bless you, have a good day. Thank you, sir. Thank you.